Vitamin K2. Leo nitazungumzia kuhusu vitamin K2 na kazi zake. Kwanza tujue ni nini hiyo vitamin K2. K2 ni tofauti na K1 ambayo wengi wetu tumezoea kuisikia na inapatikana katika mbogamboga za majani, na kazi yake kuwa inasaidia kuganda kwa damu, lakini K2 ni tofauti kabisa. Vitamin K2 inadhibiti madini ya calcium katika mwili, hivyo K2 inapeleka calcium katika sehemu zinazohitajika kwa mfano mifupa na meno, na inaitoa calcium katika sehemu isiyohitajika, kwa mfano katika mishipa ya damu, viungo na katika mafigo. Hivyo kama wewe unahangaika na tatizo la vijiwe katika figo au mtu yoyote mwenye matatizo ya kumung'unyuka kwa mifupa, hayo yote ni matatizo yanayotokana na mkusanyiko wa calcium katika hizo sehemu, kwa vile calcium inakuwa inaenda na inajikusanya katika mafigo, katika viungo na hata katika mishipa ya damu. Hivyo vitamin K2 inasaidia kutoa calcium katika hizo sehemu na kupeleka sehemu zinazohusika ambazo ni katika mifupa na katika meno. Hapa ni muhimu kuzingatia kuwa vitamin K2 inafanya kazi sambamba pamoja na vitamin D. Watu wengi sana hawajui kuwa vitamin K2 inafanya mambo mengi sana katika mwili. Kwa mfano, mtu anadhania vitamin K2 inaimarisha mifupa tu, yani ule mfumo wa skeleton, kama ni fremu ya mwili huweka na kuzuia kila kitu katika sehemu yake. Lakini watu hawajui kuwa mifupa haina kazi moja tu. Mifupa ni muhimu sana katika kutengeneza seli za kujikinga na maradhi yani immune cells. Asilimia nyingi ya hizi immune cells zako asili yake zinatoka katika uboho yani bone marrow. Lakini pia mifupa yako ina tabia kama ya tezi. Mifupa inatengeneza homoni inayoitwa osteocalcin. Homoni hii inasaidia kudhibiti sukari ndani ya damu yako. Vitamin K2 inachochea uzalishaji wa osteocalcin. Kwa hivyo vitamin K2 ina uwezo wa kuimarisha upinzani wa insulin, yani insulin resistance, kwa sababu vitamin K2 ina uwezo na urahisi wa kuchukua insulin. Kuna watu wengi sana sasa duniani wana tatizo la upinzani wa insulin bila hata wao wenyewe kujijua. Hivyo vitamin K2 inaweza kusaidia kutuliza na kudhibiti sukari kwenye damu yako. Jambo jingine, vitamin K2 ina uwezo wa kuzuia uvimbaji wa mwili. Yaani kwa kitaalamu tunasema ina suppress inflammation. Vitamin K2 ni vitamin ambayo ina tabia za kuzuia uvimbaji wa mwili kama ilivyo vitamin D. Ndio maana tunasema hizi vitamin K2 na vitamin D zinaenda sambamba. La tatu, vitamin K2 inapunguza mkusanyiko wa mafuta katika mwili. Kivipi? Kwa sababu kama tulivyosema pale awali vitamin K2 inadhibiti insulin. Kwa kawaida, homoni ya insulin ikiwa nyingi katika mwili wako, inakuwa inazuia ule uvunjaji wa mafuta ili kuupatia mwili wako nguvu za kuendelea na kazi zake, na badala yake inashajiisha kuhifadhi chakula kile kilichopo katika mfumo wa mafuta, ambayo hasa yanahifadhiwa kwenye ini na chini ya ngozi. Hivyo vitamin K2 inapunguza mkusanyiko wa mafuta kwa kudhibiti homoni ya insulin. Na ya mwisho, vitamin K2 inaongeza homoni ya testosterone. Hii ni homoni muhimu sana katika mwili hasa hasa kwa wanaume, lakini hapa tujue kuwa kwa upande wa wanawake hakuna haja ya kushtuka. Vitamin K2 haizidishi sana ile testosterone ikazidi kiwango. Hapana, huwa inaweka uwiano mpaka kufikia kiwango kinachohitajika katika mwili. Hakikisha unaangalia video hii hapa kujua kwa undani nini tofauti kati ya